Oya mwanangu vunga, wachana na mimi vunga, sinompenda shetani vunga, umtakiwe Mungu vunga, oya mwanangu vunga, wachana na mimi vunga, sinampenda shetani vunga, umtakiwe Mungu vunga, oya mwanangu vunga, wachana na mimi vunga, sinompenda shetani vunga Mtakiwi Mungu vunga, mna mnaleta za uchokozi wakati na mimi siyo mwokozi. Oya mwajifike kipindi cha unyago, mtapata majibu kwa machozi Tuna na mimi funga Tuna penda shetani funga Umtakiwe Mungu funga Isi Mungu Baba hey, Mungu wanalo mtakatifu ai tifu Ay. Sio kila mtu asemaye Bwana Bwana, Chata uona falume wake kwa nela Miso kinyonge nimevamia kambi Nina muomba Mungu wani undole dhambi Wajinga na washenzi ni sabazi basi Sijifika kipindi na mimi niwe hasi Aisee, so kinongenimivamia kambi, ninamuomba Mungu aniondolee dhambi, wajinga na wachenzi nisamazie basi, zijifika kipindi na mimi ni wasi, na mimi ni oya mwana funga, wachana na mimi sidakenda shetani.